Fi sirri wal alan ittaqullaha ibada ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Hakika waislamu wote Tanzania wamesikia na wanaona matangazo ambayo yanaenea kwenye mitandao ya kijamii na kwenye marakizi mbalimbali mbali, kuhusiana na mwanzo wa msimu mpya muhula mpya wa masomo mwaka mpya wa masomo katika marakizi nyingi Tanzania. Kila mtu anashuhudia matangazo hayo na wengine wameyasikia. Sasa, ndugu zangu, ni wajibu kwa waislamu tufahamu yaliyo wajibu kwetu sisi kuelekea msimu huu ambao tunashuhudia marakizi nyingi wakitangaza, wengine ndo wanaanza kupokea wanafunzi, wengine ni marakizi kongwe wanatangaza mwaka mpya wa masomo, na watu wanamiminika kwenda kuchukua elimu. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwa Waislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kupambana kunufaika na misimu hii ambayo imekuja mbele yetu, misimu ya kheri, misimu ambayo nashati za ilmu zinaanza kwenye marakizi zetu, misimu ambayo ni mwaka mpya wa masomo katika muadham ya marakizi katika nchi zetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuelekea, kwa munasaba wa msimu huu ambao tuna uanza mimi napenda kuwa nasihi Waislamu umuman wote, na pia katika hawa Waislamu ninahusisha nasaha katika makundi matatu muhimu ndani ya hawa Waislamu. Na katika makundi hayo biidhnillahil karim takriban watu wote tulio msikitini hatuwezi kutoka kwenye makundi hayo. Kundi la kwanza

anawasomea aya zake na kuwatakasa, wa yuallimuhu alkitaba walhikma, na akiwasomesha qurani na akiwasomesha hikma ambayo ni sunna, na watu walikuwa kabla ya kutuma huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika upotevu wa wazi. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika walimu katika umma huu, bali ndio mwalimu wa kwanza

Intikana, kwa hiyo ntikana wa watu wanapoingia katika jambo la kusomesha kwa nche ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wajuwe, wako katika ibada adhimu usiwapotezee watu muda wao, na wale usiwafanyie ghushi. Umeaminiwa na Waislamu, usiwafanyie ghushi, usiwafanyie dhulma ukawapotezea muda wao, ukayo huwajibiki kama unavyotakiwa kuwajibika, ni jambo hatari kwa sababu nakuwa umefanya mzembe katika ibada adhimu. Huu ni upande wa mwanzo katika upande ambao nauelekezea nasaha zangu katika msimu huu ambao waislamu wengi sasa wanajiandaa, kama ni maustazi wanajiandaa kuanza mwaka wa masomo, kama ni wanafunzi wanakimbilia na kumiminika kwenye marakiz, kama ni alqaimuna fi marakiz wanajiandaa katika kupokea tulabulilmu kutoka sehemu mbalimbali. Kundi la pili, ndugu zangu, napenda kuelekeza nasaha zangu pia kwa tullabu lilmu, kwa sababu li kwenye jamii yaskii, lazima ili watu wanufaike na ilmu, lazima wapatikane walimu na lazima wapatikane talaba ambao watasoma kwa hao walimu. Kwa hiyo, jamii ina uwajibu wa kuandaa wanafunzi kwa ajili ya kwenda kusoma. Jamii yoyote

ambayo pengine wanatosheleza walimu wakiyafahamu mambo hayo, dhambi inaporomoka kwa Waislamu wengine. Kwa hiyo talabul ilmi faridha tu, Mtume wasalama anasema kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Mwislamu, kisha akaendelea akasema: wa inna taliba lilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta lhitani fi lbahri, mwenye kutafuta ilmu anaombewa msamaha kila kitu mpaka samaki ndani ya bahari, wa mambi.

Yani, wote hapa mkatoka mkaenda kutafarah kwenye ilmu, haitawezekana jambo hilo. Kwa nini lisitoke kundi katika wao, katoka kikundi kwa ajili ya kwenda kusoma, au moja ya tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, wanaotoka wanakwenda kusoma, wakirudi wawaonye watu wao. Tafsiri ya pili, wanaotoka kwenda jihadi fi sabilillah, wanaobaki wakae, wasome ili watakaorudi wasomeshwe na hao waliobaki. Katika ilmu sote tarjama ambazo wamezielezea wanawachuoni. Kwa hiyo, Waislamu kuna wanaotoka kwenda kutafaraka, wote hao ni tulabu alilm, na kuna wale wenye kushughulishwa washaingia kwenye majukumu. Pia na wao wajue ni wajibu kwao kusoma, wasiache kusoma kwa sababu ya shughuli. Shughuli walikuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haikuwazuia wao kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa takano upambane, kuondoa ujinga kwenye nafsi yako

wakunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukipokezana kwenda kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam salam. Wana majukumu, walikuwa wakipokezana. Leo nenda mimi, nenda kutafuta, kesho nitaenda kwa mtume, wewe nenda kutafuta, sababu wana majukumu. Ansema, wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzil yawman wa anzilu yawman Siku moja anaenda kwa Mtume kusoma na mimi nasoma siku inayofuata. fa idha nazaltu jitu bikhabari dhalika alyoum, nikienda mimi kusoma na mletea habari ya siku hiyo, na ilmu min alwahi, na yeye akienda kusoma pia anakuja na habari kama mimi ninavyokuja na nazo. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba walikuwa hawana shughuli. Wana shughuli kama sisi, na wana familia kama sisi, na wana majukumu kama sisi, lakini hilo halikuwazuia kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu, msimu ndo huo, watu waelekee, wakimbie kwenye kusoma. Na katika hili jambo la kusoma kwa hizi aina zote mbili, hawa walimu ambao wa Allah amewapa majukumu na masuulia haya ya kusomesha watu na hawa wa w matulabu lilmu amba wa ambayo wanachukua elimu kwa walimu wao wa. Inatakikana wajue kwamba jambo hili ni ibada, lazima ikhlasi. Ukikosa ikhlasi, utapata madhambi, utapata madhambi kwenye kusomesha utapata madhambi kwenye kusoma. Kwa nini kuwa na ikhlasi wewe kwenye kusoma wala kwenye kusomesha? Ametaja alimamu Muslim hadithi abi Huraira radhiallahu anhu, akielezea madhara madhara madhara ya watu kusomesha au kusoma bila ya ikhlasi. Wewe unasoma kama ni kusoma, mathalan unasoma kwa sababu fulani, kipaumbele chako namba moja ni kitu fulani ambacho si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.

Tawambia kadhabta, sema uongo, uongo walakinna qara'ta liqalahu alim au huwa qari, ulisoma wito msomi, faqad qila, ushahidwa msomi. Unasubiria nini? Ushahidwa msomi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa umira bihi, ataamrishwa mtu huyo, fasuhiba ala wajhi fi nar, ataburuzwa kwa uso wake, atatupwa katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu huu muhula unaokuja ambao tunatangaziwa sana ni muhula wa mwanzo wa masomo, wa watu watoke kusoma na walimu walioaminiwa, wasomeshe lillahi rabbil alamin, wasomeshe watu, usipoteze muda wa watu. Na wewe pia mwanafunzi usimpotezee mwalimu muda wako, kaa usome na usome ukijua unafaa ikhlasan lillahi rabbil alamin. Alimamu Alwadi rahimahullahu ta'ala, na maneno

Laisa lmudarisu mukhlisan, mwalimu hana ikhlasi kwenye kusomesha watiflu, ghairu mubali, na mwanafunzi naye anasoma hajali. Ni wale waliotajwa wala mtume katika hadithi ya Abu Huraira, mwalimu anasomesha bila ikhlasi na mwanafunzi anasoma hajali, haju ya aka anasoma nini? Anasoma kwa nini? Anasoma pengine kwa sababu ameamrishwa akachuguliwa nyumbani, anena anasoma hadha li naili shahadatin, huyu anasoma ili apate shahada ndiyo kipaumbele chake namba moja, wa hadha lina imani na huyo anasomesha apate mali, ndiyo kipaumbele chake na moyo wake ndoko hapa. Hili jambo si sawa, bali ntaikaana haya yawe ni tabani, isiwe ndiyo hamuk al awal, jambo lako la mwanzo kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushana, watu wasigrafilike. Kuna wengine pengine ndio kwanza wanasikia kwamba mwaka mpya wa masomo umeanza, hawajei kusikia tunawaambieni, na kuna ambao washasikia, wamekuuza, tunawakumbusha na kuna waliokuwa wamesikia, tunazidi kuasisitiza watu wanuie na weke nia, kwa wale walioamini wa kusomesha weke nia kusomesha, na wale wanaokwenda kusoma wasome lillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah

misimu ya saum na ibada mbalimbali. Allah ametuletea misimu mingine ya khairi, misimu ya ilmu na kutafaraka kwenye ilmu alilma alilma ibada Allah, katika kundi la tatu ambalo watu hawa pia wanaelekezewa kidole cha lawama ikiwa jamii jambo la ilmu litazorota wengi wamezoea kuwaelekezea kidole cha lawama walimu. Ni sawa, kwa sababu walimu ni muhimili muhimu katika madarasa. Hauwezi ukawa ilmu ikasomeshwa bila ya kuwepo na msomeshaji, na pia watu wamezoea kuwaelekezea kidole cha lawama wanafunzi. Unakuta yanazungumzwa watu hawataki kusoma, watu hawataki kusoma, wanasemwa kwelikweli. Ni sawa, ndekana wasemwe mpaka wakae wasome dini ya Allah subhanahu wataala kwa sababu haiwezekani mwalimu akakaa bila wanafunzi, haiwezekani. Lazima pawepo na mwalimu, pawepo na wanafunzi, pawepo na mwalimu, pawepo na wanafunzi, na wote hawa wana majukumu katika kueneza ilmu, katika jambo la ilmu. Na ilmu ikizorota watanyoshewa kidole cha lawama, hawezi kukwepa. Sasa kundi la tatu ambalo hili huwa linaonewa haya ni kundi la alqaimun wa ahli alamwal. Hii ni mihimili mitatu, kuna almuallimun wal asatiza, kuna talabatul ilm, kuna ahlu alamwal. Katika baadhi ya dua iliislamia, hawa wanabegwa na daula. Daula ndio inakuwa inasimamia mambo yao, na katika nchi zingine waislamu wanasimamia mambo yao wao, na hawa pia ni katika watu muhimu kwenye jamii ambao ilmu ikishuka watanyoshiwa kidole, nikuwaje bwana, mbona madarasa iendelei? Kwa nini wanafunzi hawasomi? Sio mwalimu tu, pia na hawa wawe wanawekwa kitimoto pia misikitini. Watu wamezoea kuweka vikao walimu peke yao, lakini na hawa pia ifikie mahali wanawekwa kikao msikitini. Mbona madarasa imekufa kwenye kijiji chako? Mbona madarasa imekufa mtaani kwako? Na we upo, o unajua mwalimu asomeshi, anaitwa mwalimu O, unajua wanafunzi hakuna, wakuta wanafunzi masha Allah pengine hawajaambiwa, lakini wapo, lakini watu hawa hawawaseme. Sasa mimi nitawaikumbusha ku majukumu yao, wajue ni majukumu ambayo Allah amewapa, wayakatae ni majukumu yao, wayakubali ni majukumu yao, kama ambapo mwalimu asiposomesha anapata dhambi, kwa sababu ilmu ni amana, na talibu ilmu asiposoma anapata dhambi.

Ukiwambia wako toke kwenda kupigia na jihadi fisabilillah, kisha akaelekeza amri wa wajahidi ya amwali, pambaneni tuweni nguvu yenu kubwa kwa mali zenu fisabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wataala. Na ilmu ni moja katika fisabilillah, huwezi ukaitoa ilmu. Ilmu ni katika fisabilillah. Na Allah subhanahu wataala, aya kama hizi zipo nyingi, zipo nyingi, wajahidi zingine wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabili llahi. Allah ametanguliza bi amwalikum li ahamiyati almali jihadi fi jihad, jihad, fi sabili llahi, kutokana na umuhimu wa mali kwenye kupigana jihadi fi sabiili. hakuna wasiojua historia namna masahaba walivyokuwa wakipambana kwa mali zao na nafsi zao. Sasa so, sisi tunawakumbusha hao ambao wa, pengine wameghafilika Msimu wa masomo ndo huo huo, ndo ule msimu. Sasa shura misikitini, alafu mnapewa bajeti ya mwaka wazee, hiyo walimu hapo, kadhaa wanafunzi kadhaa, bajeti ni hiyo. Wengine wanapita huku, wengine wanaomba uvu, wengine wanakimbia, wengine wapokee simu, ndo msimu huu. Wanakimbia majukumu yao, na wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakimbia majukumu yao. Unaonaje na mwalimu naye akakimbia? Wewe umelaza naye mwalimu huyo anapitia mlango huu na wanafunzi nao wanapitia mlango wa nyuma, nini kitabaki? Lazima kila mtu ashike nafasi yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinachoshangaza sasa ni pale ambapo Muislamu Allah amemneemesha, anaweza kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wallahi hanyanyui mdomo wake wala mkono wake katika kusimamia dini ya Allah subhanahu wala hataki kuhusika kwa mbali wala kwa karibu, na hali ya kuwa makufaru wanapambana sana na dini yao ya batil, na wao ni makufaru. Sisi tuna janna, wao hawana. Sisi tuna Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawana Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaabudu vitu vya ajabu, sisi tunamwabudu Allah mmoja sisi tunamwabudu Allah subhanahu wataala. Wallahu maulana wala maula lahum, Allah ndio maula wetu wenyewe, hawana maula wao hawa. Sisi tuna mtume sallallahu alaihi wasallam, wenyewe hawana. Tuko kwenye haki, wenyewe wako kwenye badhi, lakini wanapambana na dini yao na wanauchufwa, wana mali na nafsi. Allah anatuambia katika Surat al-Anfal akiwaelezea makufara namna wanavyopambana, na hii ni mazingatio kwa Waislamu, mazingatio

na lau isingekuwa nusura ya Allah na kwamba hii dini si ya Allah, kwa mali wanazozitoa kwenye kusimamia kufuru zao wangesha kufuta Uislamu. Lakini hii ni dini ya Allah, liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun. Hivi ndivyo alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini juhudi hakuna Uislamu, hawapo wale wapambana, ukweli wa kupambana kama ile safa iliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lawama ameachiwa maustadhi lawama wameachiwa wanafunzi, rudud na makemeo na ma, maneno makali. Ni kwamba asatidha na wanafunzi hawa hawagusi, hawasemi, lakini ndekana wakumbushwe. Pia na nyinyi mna wajibu wenu katika hili, mna wajibu wenu katika hilo, na mkiwa mnapambana kwenye dini ya Allah katika kutoa, ndekana pia na nyinyi pia mkusudie bina ikhlasa lillahi rabbil alamin, sitoe tu kwa sababu umekamatwa, huna pa kutokea, umeshaitwa, milango imefungwa, au simu zimepigwa kwa namna ambayo ngeni washanga ume umepokea, umendoa imamu chee, njoo kwenye shura shura ya bajeti ya markaz uende, na ukitoa toa lillah rabbil alamin, usikose dunia yako na akhera yako. Hadithi ile ile iliyowatajia, hadithi ya Abu Hureira ambayo ametaja limamu Muslim katika miongoni mwa watu watakaoadhibiwa na Allah wa mwanzo wa mwanzo mwanzo, watakaoadhibiwa na kuingizwa motoni, pia ni hawa wenye kutoa lakini hawatoi fi sabilillah lillah. Watoi wenyewe wanatoa, wana nia tofauti, wana nia tofauti. Mtume sallam anasema, akielezea wa rajulun na mtu ambaye wasaa Allah alayhi Allah amemkunjulia, wa aatahu min asnafil mali kulli, na Allah amempa aina za mali zote fautia bihi faarrafu niamahu faarafa, ataletwa, Allah atamfahamisha neema zake, atazijua. Ataambiwa bima faalta haa, mfanya nini? Atajibu. Allah subhanahu wataala atamwambia, ma taraktu min sabili tuhibu an yunfaka fiha illa anfaktu fiha, sijaacha njia ya rabbi ambayo unapenda tutoe isipokuwa nilitoa. Atamwambia Allah subhanahu wataala, alamu lima fi subuh, mdanganya las sijaacha njia ya heri sipakuwa nilitoa. Allah atamwambia kadhabta, mwongo, walakinaka, lakini wewe faalta li uqala jawadu, ulitoa witu walito, jamaa mkarimu anatoa sana, ndo lengo hilo, wakadiki ushaitwa. Allah ataamrisha malaika, atamchukua atamtupa motoni wewe. Ndugu zangu, haya makundi matatu haya. Mwaka huu umeanza, ntiikaana kila mtu